Mati. Kuna mgeni huku?

Mi naitwa Violet. Ni mka manyanya huyo nini leo sana uko nje, wanawake ni wengi kuliko wanaume. Na hiyo naelewa, na najua ni ngumu kupata mwanaume smart na mwenye akili timamu kama manyanya, naelewa sio rahisi. Nikwambie kitu mati, umejua kukungua moyo wangu, yes, umejua umejua kutesa hisia zangu we dada, kitu ambacho siwezi kupinga Ulinifanya niishi maisha ya uchungu kupita maelezo. Na hewa, najua nikwambia kitu, ii ndoa uyoingia sio ndoa rahisi, sio ndoa ya mchezo mchezo, sio ndoa ambayo watu walikutana tu uko mtaani wakakusanyana wakaunganisha wakaanzisha familia hapana. Mimi na manyanya tumetoka mbali, nikiongelea mbali nimetoka sehemu, nimemtoa mahali ambapo sijui hata kama ungeweza kumtazama, sijui. Alafu sichokijua mimi na mume wangu tunapendana mno sijui nini kimemkumba sijui, ila katika kitu ambacho naweza nikasimama mbele za watu nikasema, Mwana Mungu, mimi sio malaya. Mwana ni sio malaya, namjua, namjua vizuri, siyo malaya. Sijui ilikuwaje, sijui sijui alikuwa na nini, sitamani hata kujua, ila ninachojua manyanya sio malaya, sio, hajawahi kuwa malaya. Mume wangu, ngoja nikukumbushe kitu mati. Wewe ni mwanamke ta, wewe ni, ni mtoto wa kike. Unaona umoto ambao unausikia hapa, ipo siku usiume, huukute usiume kwa sababu maumivu yake sijui hata nifananishe na nini. Sijui, ungekuwa kwenye ndoa ngenielewa Ninaomba nikombe kitu mati, sijui mlianzia wapi, sijui lakini naomba niachie mume wangu inatoshea, naomba niachie mume wangu. Kitu ambacho hujui, mimi sina sehemu yoyote kupata furaha, sina, sina, sina, yaani e, sina sehemu ambayo naweza nika, sina mtu hata so wakumwambia ninavyojisikia, kanielewa, sina zaidi ya manyanya niyetu ni Iindo anasema kuwa kunyuma changu, nakuomba mati, naomba naomba, nechie mume wangu, nechia ndoa yangu, kama wezi kufanya tu fanya, wezi hata kibinadamu tu, naomba <coughs> angalizi sio tena, tunafika kule tunaanza kungang'aniana, tunaanza kugandanagandana kama watoto mapacha. Mi nakuomba we kaa kwa wanawake wenzako na mi nikae kwa wanaume wenzangu, tufanye shughuli kiusalama kabisa <laughs> yani, na turudi kwa usalama yani. Mi nikugande wewe, kwanza pata nnavyotembea nawe naona aibu, maanake natamani hata kila mtu angepita njia yake, maanake naona najizaririsha tu <laughs> eti unaona aibu? We unaona aibu wakati wee ndo unafurahia kutembea na mimi eh? hivyo unavyojiuliza, kwa umaarufu niliokuwepo nao mimi, nani hataki kutembea na mimi eh? Afu kwanza wewe hapo ndo umejiachia mwenyewe, unaona umefika, upo kwenye dunia yako <laughs> umaarufu gani? Umaarufu gani uliokuwa nao wewe? Umaarufu huu wa kujidhalilisha mtu mzima, kila unapopita mtaani unanyonyeshewa vidole kwa sababu ya mambo yako ya aibu ha. Tena nisikilize vizuri, katika hili hata ikifika muda wa kurudi, wee rudi tu na mambo yako, mimi usinisubiri. Sawa, so, niache minijipigia mipasi yangu, eh? mpaka ukifika muda wangu wa kurudi basi nitarudi kwa muda ambao naotaka mimi. Kwenda zako bwana wewe, na narudi nyumbani mwenyewe, yaani nikifika ninafunga zangu geti, sitaki kusumbuliwa. tumeelewana baba eh? unaangalia nini? Dunia... e, mwanangu I baba Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? <laughs> Mama bwana sasa, nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili, wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? go get your app and be the champ champ chap. Kumekucha. Ah, ah, yani, mke wangu hebu angalia jinsi wenzetu walivyotengeneza nyumba zao vizuri, nyumba za kisasa zaidi. Angalia hata mpangilio wa mabati yao jinsi ilivyopangiliwa. Eh, angalia na maua yao hivyo ndivyo mke wangu navyotaka na sisi nyumbani kwetu tutengeneze kama hivi. We, angalia tu unazuga nini? Umalaya tu yani. Wanaume wengine jamani, mdeme huwezi hata kuzuga jamani, upo na mkeo usizuge jamani, kweli hivi eh? Jamani, ukiona sketi unataka uangalie ndani kuna nini yani. Wanaume wengine sio, hata wana shida gani jamani. E, Mungu nipe uvumilivu na huyu mwanaume jamani. Mndeme wewe yaani, mndeme

Hey, hey. Nikisema nikupe ikikichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo jamani. Msione nalewa, ndio maana nalewa. Sendi samani kidogo, unaweza ukaamka, kuna jambo la muhimu nataka tuzungumze Kwa zamani kwamba ujue kitu kimoja kutoka kwangu, kwamba mimi ni binadamu na wala sio malaika. Ni kiongevu namaanisha kwamba sijakamilika, nimezaliwa pia na mapungufu. Kwa hiyo nimekaa nimefikiria, nikuona hapana, juu ya haya maisha ambayo tunaishi hapa ndani, maisha ambayo hayana maelewano kabisa maisha ya kugombana, maisha ya kupigizana kelele, maisha ambayo hayana furaha wala hayana amani. Yani kiufupi, mimi na wewe hapa ndani, naona kama tunaishi tu ni mradi, lakini yale mapenzi ya dhati kabisa, naona kabisa hayapo. Kwa hiyo nikasema hapana, hii kibinadamu pia sio nzuri japo hii migogoro ambayo sisi tunaipitia naamini pia kuna familia nyingi ambazo pia zinapitia wakati kama huu. Lakini mimi, nakumbuka pia kuna msomo mmoja unasema hivi kwamba hata vikombe kwenye kabati huwa pia vinagongana. Nikona hatuwezi kufika mbali kwa namna hii. Katika yote ambayo nimekufanyia, yamekukwaza, hajakupendeza, umejisikia vibaya kwenye moyo wako nimekukela pia, nimekuudhi pia katika moyo wako umejisikia vibaya, niko naomba unisamehe, kwa sababu sihitaji ya maisha ambayo tunaendelea kuishi hapa ndani, nimeona sio vizuri pia kwa hiyo, naomba msamaha wako. Kwa hiyo pia katika yote hayo ambayo yametokea hapa ndani, si maanishi kwamba sikupendi. Hapana, nakupenda na ndio nandio maana bado upo hapa Kutofautiana na kupishana ni jambo la kawaida, ila pamoja na hayo yote ambayo nimezungumza, lengo na dhumuni kwamba mimi nilitamani haya maisha yabadilike, ifikie kipindi tuanze kuishi maisha ya furaha, maisha ya amani hmm. Yani kila mmoja mfurahie mwenzie, na ndio jambo jema ambalo inatakiwa lifanyike hapa ndani hmm. kwa hiyo mimi nakuomba Hebu tujaribu kubadilisha mfumo wa maisha ambao tunaishi hapa ndani, tufungue ukurasa mpya wa maisha, tuishi maisha ambayo pia atampendeza hata Mwenyezi Mungu, tuache ayo yote ya zamani, tuanze upya. Unajua, mda unaniamsha, nilijua labda anataka unifukuze, kwa sababu amani toka juzi hauniongeleshi, haunisemeshi yaani kila ninachokifanya najisemesha, najiongelesha, najishusha. Umenikalia kimya, inafika hadi muda nalala, nalala kwa wasiwasi. Kwani ulivyoniamsha tu nikasema sijui ndunaambiwa niondoke. Tukiachana nayo, kama kweli umekaa umefikiria, ukawaza, ukaona yale ambayo unayafanya ni makosa, na umegundua na mpaka unasema samahani mimi sina hiana, nimekusamehe kwa sababu unanijua kabisa, sipendi maugomvi, napenda sana maisha ya amani. Kwa kama mwenyewe na nafsi yako umeelewa hivyo, basi ameshaisha. Kwa hiyo acha nilale mimi, siwezi usiku sana, mengine utaongea kesho sana. Ah, samahani kidogo, lakini bona unawahi kulala hivi wakati kuna mazungumzo alichozungumza. Kuna kitu ambacho mimi naisikia kwenye mli wangu, akija wa kwa saa kwa hiyo naomba unisaidie. Unajua tangwe ile juzi tumelala, kuna vitu ambavyo haviko sawa kwenye uli wangu, na kama unajua sisi wanaume kuna wakati mwingine lazima kidogo upate tiba ili hata akili yenyewe isikosa sawa. Kwa hiyo nilikuwa naomba kidogo tu msaidie. Leo ninayo furaha kubwa kumtangaza mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail. Sisi kama familia tulijisikia vizuri tunapendelea kucheza aviata na 740. f nawaambia waendelee kucheza washinde kama dada wangu alivyoshinda. Walivyoshinda gari inayofuata huenda ikawa ya kwako kupitia pmbet.co.tz. Kwa hiyo, Amani, labda nikuulize tu huo msamaha ambao umeuomba, ni umejua ambacho umekosea, umeelewa wapi unafeli? au ni umeniomba kwa sababu tu ukizi aja zako muda mimi nimelala? Sio kwamba nilikuwa sikuoni, Amani, nilikuwa na kuona. Mara umegeukia huku metingishika mara umejigeuzageuza, mara unanitaka kunigusa, unaacha naogopa. Lakini mwisho wa siku umeniamsha, umeniomba msamaha vizuri, lakini kwenye huu msamaha wako umeusogezea na jambo lako. Kwa hiyo mimi sikuelewi, umeomba msamaha kwa ajili ya makosa yako, au ni umeomba tu kwa sababu sasa hivi mli wako uko sawa, kuna kitu unakihitaji E, naambia hapo ni elewe. mm -hmm. Labda tu mimi nikuambia kitu sindi, najua binadamu anapokuwa na hasira anakuwa ni mtu ambaye anaweza akafanya vitu ambavyo hata mwenyewe hawezi kuelewa nafanya kitu gani. Mona, Kwa hiyo hiyo pia kwangu ni changamoto, lakini pamoja na hayo yote nimekaa nimegundua kwamba zilikuwa ni hasira mona. Sasa siwezi si kuziweka moyoni tu muda wote la kama unavyojua kwa kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, kukaa na vinyongo sio vizuri. Mmono, si pia tunafundishwa kwenye maandiko kwamba kukana kinyongo kuanzia asubuhi mpaka jioni sio vizuri pia. Kuna hapana yaishi tu, mama wangu. hmm? penzi wangu, naomba msaidie kidogo tu sawa. <laughs> kama naomba msamaha kwa ajili kweli, nataka usamehewe na unataka mdani tuishi kwa amani na upendo, na unataka tuanze maisha mapya. Mimi sina hiana, unanijua kabisa, nimekusamii. Acha tuone mambo mengine huko mbele yataendaji. Nipe nipe nipe nipe nipe, hesabu ya kukokotoa tuishi milele, jibu nikipata nipe. Nipeyu tamu tamu, nikupendewe nimekumisi. Eh. Hey. Kwanza saa sita yetu. Mweshoko nimetoka hapa, nikasema nipite kazini kidogo. Eh. Kazi, hey. Kazi zilipotokea, mara ukapiga simu nikachukua hela yangu, mara ukapiga simu anataka mzigo, mara nikajikuta nimeenda huko. Nimeenda huko. Na kuja kuangalia saa saa moja. Nikasema Yesu wangu. Nimemwacha ule baba yangu nyumbani hajakula chochote na sijamzoisha hivyo. Natoka kwa mbio nakimbizana. Hey. Ah. No, kwa nini sikuelewi? Asubuhi hapo ulivyotoka, ulikuwa na kisirani sana, ulikuwa mkali, ulikataa kuelewana chochote na mimi, last night tuli And this time unakuja hapa ni kama nothing was happened between us una, una, una nini? Yaani <laughs> bwana, yani mwezi wako jana nilikuwa kuna vitu vyangu vitu, yaani nikaa najikuta kuna vitu vya kibiashara libili ii visovu mwisho siku vikaa vinafail yani nikajikuta nimechataikiwa biashara. Biashara gani wife, biashara gani wife, I know you. Biashara ipi ambayo kiasi kwamba ushindwe kunishirikisha mimi moja kwa moja? Ni biashara zipi zitoke kati yetu kiasi kwamba unipige kibao ukatai kuniambia what's going on and then he... business what and how many times unaingia katika loss za biashara zako, unanishirikisha mimi, natoa hela na kusupport sometimes na kushauri, hata masuala ya like finance ambayo naona kabisa huyawezi. Hii ni biashara gani ya safari hii imekuwa ipo complicated kiasi hiki? Sweetheart, Ee, uniamini? Yaani unahisi mimi naweza nikawa na tatizo nisikujulishe na nisikwambie wewe? Mimi niko sawa, yaani niko sawa. Yaani kila kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua kiko sawa sasa hivi. Nimesho tu kila kitu. Ndio maana unaona hata pia na furaha. Sina sababu ya kuficha chochote. Hmm. Na kujua mke wangu. Kuna namna tu nikikuangalia, nahisi kuna vitu haviko sawa. But don't try to hide me for something. Naomba, kama kuna chochote naomba tushirikishane to solve. We are family. Babe, emu relax. Mimi niko sawa. Sina tatizo lolote. Nataka nende nga kupike. By the way, nimekumiss. Emu chuni ya. Asa mbona sikuelewi, we? <laughs> We, nini? Emu nyanyuko unikumbati nju. Come on, sweetheart. Oh, oh, oh, oh.

Naam Baba, Kiingereza umekijulia wapi wakati mimi nija kupeleka shule, mama bwana? Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza, ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huwa ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap.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 kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya. Dunia wajuaji na wapumbavu wa moo